Kukamatwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Polisi wameeleza chanzo cha kumkamata kiongozi huyo ambaye anaitwa Amani Golugwa wa Chadema. Taarifa hii inasema kwamba jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limesema saa sita na dakika 45 na usiku wa Mei 13 mwaka 2025 katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Julius Nyerere lango namba 03 terminal 3 lilimkamata naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Amani Golugwa akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels nchini Ubelgiji. Kaimu kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam SACP Faustini Mafwere amesema jeshi la polisi lilimkamata naibu katibu mkuu huyo kufuatia taarifa za siri kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria hapa nchini. Ananukuliwa akisema jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhusu suala hilo. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea na kupuuza taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizo za kisheria zinazomhusu mtajwa. Hii ni taarifa kutoka jeshi la polisi kuhusiana na kumkamata Amani Golugwa, ambaye ni kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika nafasi ya naibu katibu mkuu Tanzania Bara. Kabla ya jeshi la polisi kutoa taarifa hiyo, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilitoa taarifa kwa umma kikisema kwamba kilipata taarifa kuwa naibu katibu mkuu wa Chadema bara Amani Golugwa alikamatwa na jeshi la polisi usiku wa kuamkia Mei 13 mwaka 2025 akiwa uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere Dar es Salaam na Chadema kilikuwa kimesema kwamba Amani Golugwa alikuwa anasafiri kuelekea nchini Ubelgiji kukiwakilisha chama hicho katika mkutano wa International Democracy Union unaoanza leo nchini humo. Anasema kwamba tumemzungumza na shirika la ndege ambalo alikuwa safiri nalo, wametujuza hajafanikiwa haja kusafiri. Aliyetutaarifu ameeleza kuwa Mheshimiwa Golugwa Amani Golugwa amepigwa sana na jeshi hilo, pia Hap, hapatikani katika simu zake zote. Tumetaarifiwa kuwa Mheshimiwa Amani Golugwa yupo kituo cha polisi kati Dar es Salaam. Mawakili wa chama wanaelekea kituoni hapo, tunaendelea kufuatilia. Hii ni taarifa inayomhusu kiongozi huyo wa Chadema ambaye amekamatwa na jeshi la polisi akiwa anaelekea nchini Ubelgiji.